Kwa jina naitwa Saidi Bandai ni katibu mtendaji wa asasi ya kiraia inaitwa Gift of Hope Foundation ambayo tuko hapa Tanga na, na tunafanya miradi miradi ya kuwasaidia watu wanaotumia dawa za kulevya, lakini pia kuwaelimisha jamii kuhusiana na madhara yatokanayo na dawa za kulevya. Lakini kwa sasa hivi tuko na mradi ambao tunafanya kazi na Tanga yetu, mradi wetu focus on use to the substance, kile tunafanya mradi mwingine na afya yetu, pamoja na wadau wetu wa THPS pamoja na mamlaka ya udhibiti na kwa dawa za kulevya. Tuko hapa leo Albashore jiji ya Tanga baada ya kumaliza siku ya Ukimwi duniani, e, sisi wadau wa, wa, baada kutoa elimu kwenye maeneo mbalimbali na kilele tumekuja kuadhimisha na mkuu wa wilaya amekuja kufunga kongamano letu la siku ya Ukimwi duniani kwa kusherehekea siku hiyo lakini au kuwakumbuka wale watu waliokufa na maambukizi ya Ukimwi. Sisi kama wadau tumeonyesha eneo lenye changamoto, kwa maana sisi kwa sababu tunaelimisha, tunakinga na kuwalinki watu kwenye huduma, na eneo ambalo tulikuwa tunaliona lina changamoto ni uwezeshaji ya waraibu kiuchumi. Kwa maana baada ya kuacha dawa za kulevya, baada ya kuwa wakati kwenye matibabu eh, kuna fursa za kiuchumi walikuwa wapatiwe, na eneo hili limeweza kufanyiwa kazi na halmashauri ya jiji la Tanga. Mwaka juzi waliweza kupatia milioni kumi, lakini kwa sasa hivi <tia> kuna vifaa pale hospitali ya bombo tumemwomba mheshimiwa mkuu wa wilaya aweze kuvitoa kwa wale watu au kuandaliwa eneo kwa ajili ya tiba kazi na mwisho wa siku wataondokana na tabia hatarishi na watakuwa wazalishaji mali kwenye jamii lakini pia tunaizungumzia tanzania yenye zero HIV na zero eh, stigma inafikapo 2030 na kwa eneo la jiji la tanga au halmashauri ya tanga kwa tanga kwa ujumla tumelifanya kwa uzuri wake kupitia makongamano elimu na watu kupatiwa huduma kwa. Tunaeshaukuru halmashauri ya jiji la Tanga na kamati ya maandalizi ya eh, siku hiyo ukimwi, halmashauri kwa kufanya ile jukumu, lakini shukrani pekee kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mw... viongozi wote wa serikali, tuko nao pamoja, tunahakikisha ile zero HIV au zero stigma inatekelezwa kwa vitendo ifikapo 2030. Asanteni.